Nilikuahidi Mtanzania kwamba nitafanya safari ya kuelekea sehemu mbalimbali hapa Tanzania kwa ajili ya kwenda kukusanya story story za kipekee ambazo hujawahi kuziona kabisa, hujawahi kuzisikia popote pale. Nimetoka umbali wa kilomita 632 nilipo jiji ya Dar es Salaam hadi hapa nilipo, panaitwa na Nyamba Tanzania na nyamba inapatikana kwenye mkoa wa Mtwara. Kwa hii ni halmashauri ya mji mdogo ambapo mi nimekuja hapa kwa ajili ya kwenda kukusanya story nyingi, nyingi. Nitazikusanya kadhaa wa kadhaa na utaziona kupitia JiraX NET. Mimi jina langu naitwa JiraX Fali na ni JiraX NET, kama nilivyokuahidi. Sasa kitu ambacho ujui, nataka nikukumbushe tena hapo, kama pia ulikuwa umesahau. Sasa hivi ni kwamba yani yani, elimu ya sasa hivi na ya zamani, ya zamani ilikuwa ni moto zaidi. Yaani, wasomi wa zamani walikuwa walikuwa wameshia elimu ya olevu, na maanisha form 4, walikuwa ni wanafunzi wazuri ambao walikuwa na upeo mkubwa sana naye nikapambana huku na nikapa kule. Kwa kuwa nilikuahidi naweza nikutengenezea kitu kizuri, bahati nzuri amekubali kuzungumza na mimi na leo nimefanya safari hadi nyumbani kwake kwenda kupiga na story. Karibu sana utizame vitu ambavyo nenda kuandalia. Hatua zangu zimefika hadi nyumbani kwa mwalimu ambaye nilikuwa nimekwambia wa enzi hizo, ana upeo mkubwa mtaa, unajua hiyo siri hizo zilikuwa nimezipata kutokea kule kule Dar es Salaam, nikasema si vizuri nikizipuuza, kwenda zina kitu kikubwa cha kufunza Mtanzania, nami nikaianzisha safari yangu ya kilomita 632 mpaka nyumbani kwa mwalimu huyu ambaye niko nayo na unavyomwona kwenye mbele ya kamera ni mtu ambaye mpole, lakini ana madini mengi. Wapole wana akili sana. Mimi sitaki kuongea sana, tutajithibitishia hapa mzangu yako. Safi, nilisikia unaumwa mara pia kadhaa kadhaa, nafumuliwa ibada. Ibada ipo vizuri. Mungu, Mungu atajalia, Mungu atajalia hali. Utakapo poa kabisa mm -hmm. Manake muda mwingine kuumwa ni ibada, unasemaga kwa nini ni ibada, mtu mwingine aweze kujua hivyo, kwa sababu wagonjwa hapo wengi pia lakini wengine wajui kama kuumwa ni ibada. Uh, unajua unapozungumza, kuumwa ni ibada, huwezi kaishi kama jiwe, sababu pamoja na kwamba watu wanashindwa kuelewa pia hata sababu za kuumwa. Kama atashindwa kutambua mtu kwamba kuumwa kwa <laughs> ni ibada, basi atashindwa kutambua hata sababu ya yeye Mungu kumuumba, aliyemuumba kwa misingi hiki, na kuna vitu gani ambavyo vinafikia hatua yeye ashinde kumwabudu Mungu, ndio, ah. Mungu alituumba sisi binadamu na majini kwa lengo la kutaka kumwabudu. Ndio. Yeah. Sasa inapofikia hatua mtu anaweza katimizia, kuna vitu ambavyo vinakuwepo kama sehemu ya dharura mm. Ikiwemo na maradhi. Yeah. kama sehemu ya ibada <laughs> vinakufanya vitu vingine kwa namna moja, ama nyingine kuna vijana ambao wanauguza wazee wao na wapenda zao kwa muda mrefu sana kutokana na tatizo la maradhi mm. Sasa muda mwingine anafikia nyakati za kukata tamaa. Ikiwa wewe pia ni, ni mtu ambaye wanapitia katika nyakati za maradhi kwa uguzi, ama vijana ambao wanafanana na mtu ambaye wanamuguza na ana hali ya ugonjwa, unaambia nini? Kama ah n ninachotaka yani, kuwaambia wanachofikiria walio wengi kwamba labda swala la kuugua inaenda sanjari na kufariki yeah. Naon no, yeah, yeah. Kwa hiyo watu wengine wanakuwa wamekata tamaa kutokana na namna wanavyomuuguza yule mgonjwa kwa muda mrefu bila yeah, kujua kwamba safari ya kuelekea labda kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana mwenye ya kufariki yeah, ina sababu nyingi ikiwemo hata kusafiri. Sio lazima ugue kwa sababu <laughs> yeah, katika vitu ambavyo Mungu mba amebashiria kwamba ni sehemu ya dalili Yaani, dalili za kuelekea kwenye kifo ni kuugua pamoja na kusafiri. Eh, unaweza ukatoka hapa ukiwa mzima upo strong kama kawaida, umeamka ukiwa na staha yako mzuri, lakini kilomita tano tu kutoka hapo, kwa sababu kila moja aliahidi kwamba tarudi hivi sasa. Hiyo ni tamaa tu ya baadhi ya watu wengine, na kuona kwamba wanapotezewa shughuli zao. Nikisema hivyo, nina maana ifuatayo. Mm. Unajua, unaweza ukawa na watoto watatu. Mm mmoja akawa mvutaji wa sigara, mwingine akawa mtu wa kurusa ugoro, naona ndio, na mwingine akawa wa kubwia iyo ugoro kutumia inao. Sasa wakati wanapomuuguza mgonjwa huyu mzazi hmm, yule anayemvuta sigara akipata namu ya sigara anapovuta mbele ya mgonjwa yule moshi yule, mwashi yule. Kaha, yana metola, yana basi yana politia. <laughs> yule mzazi anakaa nasketikantoa anaona, basi nipulizia moshi mwingine. Yule anayebwia yule ule ugoro atatema mate, inaonekana <inaudible> kwamba yule mzazi naona kwamba huyu kijana ananinyanyapaa mimi mi anasikiaa kunitema mate <inaudible> kuo mtoto ambaye atakuwa amepata radhi za baba yake au mzazi au mgonjwa yote anayemuuguza basi, ni yule ambaye ya yanatumia kunusa kwa kutumia pua, sababu so mm -hmm. anakwenda alafu inaanza kumtoka michozi mm -hmm. na kupiga chafi, anatoka michozi, alafu ameinama hivi huyu mtoto eh, <laughs> anauma sana, na mimi ana mazingatio. Kwa hiyo si vizuri sana kukata tamaa katika kuuguza, kwa sababu malezi ambayo labda vijana wanayofanya kwa wazazi wao kabla hawajatoka ulimwenguni haifikii hata robo, yeah. ya vile vitu ambavyo mzazi alimfanya, yeah. katika kumkuza yeye yeah. yeah. yeah. yeah. tangu akiwa tumboni mwa mama wake kuhakikisha wa kwamba anazaliwa akiwa salama, yeah. na mwenye akili timamu, lakini tayari akamsomesha akafanya vitu vingine, yeah. yeah. na sio kumpeleka tu shule kwa maana ya kujipia ada. Kuna vitu vingi sana mtoto alikuwa anauliza kwa wazazi, yeah. Hiki yeah, nini anaambia hilo yai you know, yeah, hiki nini kiatu hicho hiki nini huo yeah. Ukuta hiki nini vitu mm, ambavyo leo mzazi akisema kwamba alipwe mm, hataweza akiulizwa maswali matatu tu kama anampeleka bandarini akimuuliza kile nini mbele kile cho nyingine nini bendera Eh? Pale mbona popo hivi kile nini ule uko naoza. Akiuliza, Akiuliza, Akiuliza, Akiuliza tayari ataanza kuchoka. Ataanza kuchoka moto Unaona bwana, sasa kumbe kitu ambacho ulikuwa ujui fanya ufanyaje, mamlaka yote kwa mzizi wako. Hiyo hakika ma kiume, pambana. Unapopambana fadhila unazotoa kumbe ziweze kufika kiasi cha zile ambazo ulikuwa unafanyiwa wewe kipindi kwa mtoto, hata ufanyaji. Na hii ni kweli kwamba unaweza kwa kwa kwenye kwenye kwenye, yani umefuatana mzizi wako kafika sehemu tu alakuuliza bwana, ile ile nini ile nini, maswala yakawa mengi ukachoka tu ghafla. Kumbe ulikuwa unamuuliza vitu vingi ambavyo sasa hivi unavijua maana na busara. Haya, kutoka kwa bwana nani? Bwana mimi sijamjua jina, natamani pia nao mjue jina ili tuweze kuendelea, anamenena busara na hekima zaidi, tu mjue jina, mimi naitwa kuna majina ya zamani, hey, majina ya zamani wakati huo likuwa na dance. Mimi nilikuwa mchezaji wa mzikilikuanacheza kijana, walinipa jina la eh, kutokana na, eh, na uchezaji wangu. Sijajua kama ni jina lilikuwa na asili ya Kifaransa au ilikuwa na asili ya Kireno kwa maana ya kwamba mimi nilikuwa nilikuwa najulikana kwa jina la Samdii ndio. ilivyoenda chuo cha ualimu baadaye vijana wakaniita baba Jabanus kutokana eh, na mazingira, hata kama sikuwa eh. Okay, na mtoto ambaye anaita Jabanus ndio ndio, yani kwamba uliita baba Jabanus hata kama uk ukuwa na mtoto ambaye naita jinaita Jabanus sawa sawa, lakini umeniambia pia ulikuwa baadaye ukaenda kwa Mwalimu, lakini mwanzoni ulikuwa na dansi. Mm -hmm. Sasa uliwezaje za ah, kwa zama zile kufanya vitu alafu vile halafu vyote vikawa kudansi. Ilikuwa dance wakati nikiwa sekondari, yeah. Nikiwa nikiwa secondary level mm -hmm. Kule kulikuwa siku tunatoroka, kulikuwa na graduation zinafanyika yeah. Lakini tayari mtu ulikuwa unatoka nyumbani kwenu, tayari una baadhi ya vipaji yeah. Na mwonekano yeah. Ndio naona kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaibuka vina pale. Kwa hiyo mimi, katika madensa wale, na mimi nilikuwa miongoni mwa watu wanaodensa kwa siku zile, ama miariko mingine ya weekend. Non kwenye sherehe nonatoka unaenda kucheza mziki kwa sababu huu mziki umeanza zamani. Hivi vitu vyote ambavyo vinajitokeza sasa hivi na kuvaa sijui watu wanaita kiba style, kiba style ile tulikuwa tunaita don't touch my shoes. We naam. Sasa manake inataka kujua hapo kwenye kipaji, halafu pia ukawa hmm, unasoma nyakati hizi kuna walimu wameibuka au wazazi ukimuona mm -hmm. mtoto akiwa na kipaji chake halafu pia akiwa anasoma anamwambia kipaji hakitokufikisha popote pale Boro azazi, kwa mai kwenye elimu wazazi na pia ulishaikuwa mwalimu au walimu wanalea, okay, una, una kuambia, Aa, yani wa siku hizi ambao wanalea watoto ambao pia wanaweza kuwa na vipaji wakiwa mashuleni, una kipi cha kuambia ambao wanaponda wanapunda kusema na vipaji cha kuambia walimu ama watoto unajua kuna vitu ambavyo uwalimu kwanza, walimu wametofautiana, yani walimu ule ambao sisi tulikuwa nao tofauti na uwalimu wa sasa. Sasa na tofauti hii ya walimu waliopo imesababishwa na ubadilishaji wa mitaala ya mara kwa mara kulingana na aina ya walimu waliopo sasa. Walimu wale wa kipindi kile na wa sasa hmm. Tofauti kubwa iliyopo ni kwamba walimu wa sasa hmm. ni uwalimu kazi. Ualimu ni kazi kama kazi nyingine duniani mm. sisi tulikuwa tuna ualimu wa kazi, lakini sana ualimu wetu ulikuwa ni wito asababu yeah. mwalimu alikuwa anamfundisha mwanafunzi kwa lengo la kutaka na yeye apate sifa baadaye, aonekane kwamba yule yani, apite, anahesabu, anajigamba, mwanafunzi wangu yule, anayepita anaendesha gari, mwanafunzi wangu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo walimu wa zamani na wasasa vimetofautiana. Hmm. sasa hivi unaweza kukuta mwalimu wa anaingia darasani, lakini yeye mwenyewe kwanza hayupo kwenye maadili yale ya uwalimu sana hmm. Anaweza akaanza mambo ya kusimulia mpira wa Chelsea Manchester United hmm. Unaona yani, kipindi cha dakika arobaini mwalimu wa sasa anaweza kawazungumzia wasanii fano mingi lakini ile kitu sio kwa makusudi yao, ni kupokea, yani kutokuwa na knowledge ile ya kutosha mm. Utaalamu wa kutosha halafu mm. Walimu wa sasa wanajifanya wanajua sana mm. Vitu vingi kutokana na mambo ya dijitali mm. Wanasema wanafahamu vitu vingi, lakini wale hawafahamu vitu vingi ni tofauti na wale walimu wa analoji kama sisi yeah. Kwa sababu sisi tulikuwa tukiangalia mazingira, tukiona kwamba tumetoa mada kwa mwanafunzi ambazo hazipo sawa, tunakuwa yeah. na mbinu nyingine ya ufundishaji tunamwalika mgeni, tunamwambia nina mada fulani tayari, anakuja kufundisha ile mada cool. Lakini sasa hawa waliopo sasa hivi wanavyosema kwamba kufanya hivyo ni kosa mm. Sawasawa na mzazi anayemkataza mwanawe asitumie mkono wa kushoto yeah. E, e, mara nyingi kuna siku ya nimesahau tu kwamba inakuwa ni mwezi wa ngapi na tarehe ngapi, lakini yeah. Kuna siku ya watu wanaotumia mkono wa kushoto duniani siku maalum. Na ukifanya utafiti watu wengi wanaotumia mkono wa kushoto ni wale ambao tunaweza tukasema ni majini mm. Ukimchukua aliyegundua kuzama na kuelea kwa vitu, Archimedes principle. Archimedes yule akaeleta ile kanuni yake Archimedes ya kuzama na kuelea kwa vitu mm. natumia mkono wa kushoto mm. Lionel <laughs> Messi. Mm. Mchezaji hatari sana duniani, duniani anatumia mguu wa kushoto. Rais wa kwanza mwa Afrika Mm -hmm. Utawala wa Marekani mm -hmm. Barack Obama anatumia okay. mkono wa kushoto Microsoft, aliyegundua kompyuta anatumia mm -hmm. mkono wa kushoto, awesome. Akina Jean Piaget mm -hmm. wanasaikolojia wale yeah. walioweza kuangalia ukuaji wa akili wa mtoto IQ yake mm -hmm. ukoje? Kija kwenye IQ huko, unataka kuniulisha mbali. Maana unaposema IQ, sisi tunaita, wataalamu wanaita psychomotor domain yeah. Au integer yeah, yeah. Yani mfano tumekaa hapa alafu kajikuta wewe umesogea huko na mimi nikakwepa hivi eh, kumbe kuna kitu kinataka kupita. Alafu anasema yamenicheza machale mm. Sio yamekucheza machale mm. Yani ili ni mm. Namna ubongo wako ulivyokuzwa kwa sababu watu sinasema tuna milango mitano ya fahamu yeah. Lakini milango upo wa sita, upi ndo huo unaoitwa psychomotor domain au intelligence, kwa hiyo ule ndo unasema mlango wa machale fulani, lakini ule kumbe unategemea na unavyokuzwa upo kwenye kiungo gani e, upo kwenye ubongo ndio hmm. upo kwenye ubongo sasa. Ule zikitakika katikati mawasiliano kama haujaendelezwa vizuri, yaani wewe inabidi ufundishwe sana, uchukue hmm. muda mrefu oh kwa hiyo swali lako labda nikija kulimalizia ni kwamba wanafanya makosa walimu wanaowakataza watoto vipaji, kwa sababu mwanafunzi anapofika shuleni lazima wagawe katika makundi. Kuna mwanafunzi anaenda pale kwa ajili ya kufuata bendi tu ya shule, kuna mwanafunzi anakwenda pale kwa sababu ya kucheza mpira on hivi vyote ni vipaji, huku kwenye bendi, huku anaweza kawa mwanamuziki mwimbaji, au hata mpigaji instrumenti zote. Ukija huku kwenye mpira, tayari anaweza kawa miongoni mwa wachezaji wenye kupata manufaa, kwa sababu sasa hivi kuna mpira pesa Kena. Kena. Kena vizuri. Sasa ukisema kwamba labda mwanafunzi huyu aje tu, kuna mwingine utamkuta anacheza na vitu vingine tu. Kuna vipindi zamani vilikuwepo vya kutubia kujali kama ni mtoto wa kike ama wa kiume, walimu walikuwa na ruhusa wote wale wapite. Matokeo yake sasa hivi ndio unakutana na watu makata nyoka kwenye mahoteli ya kitalii uko na nini. Ukiangalia wengi ni wenye umri waliosoma miaka yule ya nyuma. Tofauti na hii sasa hivi, wanaokwenda kwenye shule zile siku nyingi mnaziita hotel management. Eh. Yeah. Lakini tofauti na kipindi kile, hotel management kipindi kile ilikuwa inapatikana shuleni kwenye kwa mwalimu wa science team. Vitu ambavyo kwa sasa havipo. Non. Lakini pia kutokana na mazingira ya ulimwengu ulivyo sasa inalazimika watoto wengi wafikie hatua ya kwenda. Ukiangalia uwezo wa akili wa watoto wa mwanzo ambao walikuwa wanasoma analoji ni tofauti na wasasa wanaosoma dijitali, ukiachana okay, na ulevi hmm, ngono zembe ndio, yeah. Kilo chapanza uzinzi, ukiwa mzinifu mm. Sasa ukiwa kijana una nguvu zako yeah. Na ujana ni maji ya moto, lakini kama utaamua kufanya ibada urejee mm, kwa Mungu wako ukafanya ibada ukiwa kijana yeah. Na upo kazini, una uwezo wa kutumia vizuri, kwa sababu mzinifu anacheza na matendo matatu yeah. Kwa mimi dini yangu ya Kiislamu mm, kwa mujibu wa maandiko yeah, inasema zina kulu wajiha Mm -hmm. Zinaa inaleta weusi usoni, unakuwa mtu ambaye hauna haya <laughs> <laughs> <Dio, laughs> we ni mtu tu, kila unachokiona umefaramia, hata uh, mm -hmm. aliye kuzidi umri, unaona namnajani. mm -hmm. Lakini wanasema hazina umra, umri nao unapungua ukiwa mzinifu, no. kama ilivyo mimi na miaka yangu nilionayo sitini kasoro miwili mm -hmm. basi tayari umri wangu unapungua. hmm. yeah. uh, umri unapungua ya, ya, na ya, kwa tatu, kwa ya, uh, ya tatu relfara unaleta ufakiri, umaskini mkubwa kwa mazingira yayo kwa sababu tali nafsi ili inatamani ifanye vitu vingi kwa hiyo ukifanya ukianza kazi ukiwa kijana hmm. Itakusaidia kama wewe utakuwa umeepuka mambo hayo, una uwezo wa kufanya vitu kwa muda mrefu sasa hmm. Ukifanya kazi unaanza ukiwa na umri mkubwa, wakati ina maana wewe utakuwa umemaliza starehe nyuma huko, wakati ulikuwa hauna kitu, hauna pesa ya mshahara wala nini, hapo apo si ndo tazidi kualimbukeni vilikuwa yeah. eh, vinanipotea hivi kweli kweli bana, yule mbono mzee sana, lakini mambo anayofanya tofauti. Kumbe vile vitu katika ujana wake kama alipo mdogo wangu hapa, mm-hmm. Hakuwa navyo yeah. Akuvipata, amevipata mwishoni. Ukiwa okay, okay, okay, umepata pesa ujanani au, ah, mbeleni huko ukiwa okay, umri umbe, umeenda zaidi ukapata pesa, unaweza ukatumia vibaya, kwa maelezo ya mzee Liva kutoka na nyamba Tanzania. Nakukumbusha tena kwamba nilitoka safari yangu, nilitoa safari yangu mbali sana kuja hapa. Maadili yako nasikia wazi na mimi navutiwa nayo kusema kweli. Sasa naendelea kumuuliza vitu vingine vya ndani zaidi ili tuweze kwenda naye pamoja. Um, kuna kitu ambacho mimi nashangaa na so sana siku hizi. Pia nataka unikumbushe hapa, unipe pia maadili yake yakoje. Siku hizi au tukianza historia ya zamani kidogo, watu wa zamani walikuwa na watoto wengi ambao wamewazaa ndani ya ndoa. Lakini siku hizi unakuta watoto wengi wanazaliwa nje ya ndoa. Unafikiri ni kwa nini? Na kwa nini jambo hili linatokea mara kwa mara na linachukuliwa kama kuwa ni kawaida? Aha, swala la watoto kuzaliwa nje ya ndoa, hmm, yaani ni mmong'onyoko wa maadili, hmm, ambao unaangaliwa sana wapi, hmm, ambao unaangalia sana swala zima la uchumi, kutokana na hali ya uchumi au mazingira yalivyo na utandawazi uliopo, mambo ya intermarriage ya ya, si nini, mtu naangalia watu Ulaya wanaishi vipi, ndoa sijui za jinsia moja, sina kitu gani yani vinafanya yeah, watu wafikia hatua ya kujenga mihemko yeah, ya kujitosa katika mazingira yale wakiona kwamba ni kawaida, yeah, na kusahau ile misingi ya dini ulivyo. Yeah, sasa hivi unajua, wanaosema Bwana Bwana ni wengi, lakini wateule ni wachache watakaopata ufalme wa